Kitu kingine hapa ni jinsi ya kufunga bana kwenye mtungi, maana watu wengi pia wao wanashindwa kufunga bana kwenye mtungi. Bana yetu ni kama hii hapa, hapa iko iko tofauti e, bana yetu ni kama hivi. Sasa hapa hii bana kama hivi, naunganisha tu hapa hapa, maana naona pia watu wengi wanashindwa kufunga bana. Naunganisha tu hapa hivi Ukishaunganisha hakikisha umeikaza vizuri, umeikaza vizuri, imekaza vizuri kama hapa. Sasa hapa bana imeshakaza vizuri na, maana hapa ipo ipo ipo tayari. Hakikisha kwanza bana ina hiki kipira hapa, hiki ni muhimu sana. Hakikisha hiki kijipira kiwepo kwenye bana bana. Ha, sasa hapa bana yetu imeshakamilika. Sasa tunataka kuifunga kwenye mtungi. Jambo jingine kwanza unapotaka kufunga, hakikisha ndani ya mtungi wako kuna kijimpira hiki hapa cheusi. Umeona hapa ndani kuna kijimpira cheusi, hakikisha hiki kiwepo huko ndani ya huu mtungi wako, kipira fulani cheusi hivi hiki, kwa ajili ya kuzuia gesi isivuje. Sasa unapochukua mtungi, unapotaka kufunga bana, hakikisha hiki kidude cheusi hapa ndani, kijiraba, kinakuwepo. Sasa baada ya kuhakikisha vitu vyote hivyo, unachukua bana yako sasa, kama hivi unaiweka hapa. Kushaweka unaanza kuzungusha, unazungusha, unazungusha, unazungusha hapa hivi, unazungusha, unazungusha, unazungusha bana yako vizuri, unakaza, unaikaza vizuri, hakikishe imekaza vizuri. Ee, hapo bana yetu sasa imekaza vizuri kabisa. Mona hapo bana imekaza vizuri hapo anafungua anafunga na maana hapa hapo bana imekaza vizuri. Hapo sasa imekaza na uhakikishe imekaza, ili gesi isije ikakuja. Kama umetumia gesi, labda mtungi umeisha, unataka una kwenda kubadilisha, unafungua tu hapa, ni rahisi, una unazungusha tu hapa. Sio lazima mpaka ukienda kujaza uje na ubebe bana, hapana. Unaweza unaizungusha tu kama hivi, unafungua hapa, unatoa unakuja na mtungi wako, unachukua gesi. Ukirudi nyumbani, una unafunga mwenyewe tu. Hiyo ndio jinsi ya kufunga bana sasa kwenye mtungi.